Tarehe 16 Mei 2025 tunaripoti kuhusu shughuli ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa huduma za maombezi Father Felician Nkwera. Father Felician Nkwera amefariki dunia tarehe 8 Mei mwaka huu katika hospitali ya TMJ jijini Dar es Salaam na mwili wake kuhifadhiwa katika hospitali ya jeshi ya Lugalo, ambapo leo waumini na watu kutoka kila kona ya nchi wamejichokeza katika kuwaga mwili wa aliyekuwa kiongozi wao huyo mpendwa. Katika ibada ya kumwaga kiongozi huyo mpendwa, kiongozi mkuu wa sasa Sister Eledina Ntandu alizungumza kwa hisia, akieleza kwamba mchango wa Fadha Felistiani utakumbukwa daima. Tumsifu Yesu Kristu na mama Bikira Maria. Naomba nichukue fursa hii kuwakaribisheni nyote kwenye kituo hiki cha sala za kuombea wagonjwa, ambapo baba mtumishi wa Mungu alikuwa anafanya kazi hiyo ya kuombea wagonjwa tangu ule mwaka wa 19 sitini na tisa akiwa padri wa mwaka mmoja, mama wa Mungu Bikira Maria mtakatifu alimshukia akiwa huko Madunda. Madunda ni huko Njombe parokiani, akimwambia Felician, ni mwanangu, nimekuchagua kwenda kuwaombea watoto wangu itakaokuwa wanakuletea kwa sala zako, sadaka zako, Mwenyezi Mungu atawaponya hawa wagonjwa na wenye shida mbalimbali mbali, na wenye mashetani hali kadhalika wataponywa nami mama yako nitakuwa na wabariki kwa baraka zangu za kimama. Padri huyu mchanga Father Felician Nkwera ilimshangaza sana, mambo yatakuwaje? Mama wa Mungu Bikira Maria Mtakatifu alimwambia nitakuelekeza siku baada ya siku la kufanya juu ya kazi hii, kwa kuwa mwanangu Yesu Kristu daktari ndiye mponyaji mkuu atakayekuwa na kutangulia kuwasaidia hawa watoto na kuwaponya, wewe utakuwa chombo. Baada ya hapo Father Felician Nkwera alishangaa, watu walianza kumwendea mmoja baada ya mwingine, wakiomba maombezi yake. Naye aliwauliza nani amewatuma kwamba mimi naombea watu. Wale watu walikuwa akimwambia, tuombee kwanza, tutakuambia baadaye. Ndipo alipowaombea, akishawaombea shida zao zilikwisha, na wakitoka pale waliambizana mmoja baada ya mwingine na ndipo wenye shida mbalimbali mbali na matatizo walianza kumwendea, wengi wengi wengi, na kisha wakawa maelfu na maelfu ya watu Father. Kazi ilipokuwa kubwa sana, alimwomba Mungu apatie wasaidizi wa kumsaidia kuombea watu. Katika sala zake alizoomba kuomba wasaidizi, Mwenyezi Mungu alimjalia wasaidizi wake, mmojawapo akiwa mama au sister Eledina Michael Ntandu ambaye anaitwa mtendakazi, mtendakazi kulingana na kazi anayoifanya hii ya kuombea wagonjwa pamoja na padri huyu. Paradi amekuwa na vituo mbalimbali ndani na, na nje ya nchi, anaombea watu. Kituo kimoja wapo ni hiki hapa Riverside. Wengi wamezoea kusema kwamba padi Nkwera ana kanisa. Padi Nkwera hana kanisa, ni padri mkatoliki na hana kanisa. Hiki ni kituo cha sala alipokuwa anaombea watu Kituo cha sala kinachokusanya watu wote wa dini zote wa rangi zote wa kabila zote, kama vile hospitali ambapo kila mtu huenda kupata msaada wa tiba. Hali kadhalika kituo au vituo vya sala vya maombi ni sawa sawa na hospitali inayokusanya watu wote. Kwa hiyo Padri Nkwera aliombea watu wote wa dini zote kwa imani yao kwa Mungu, waliweza kupona magonjwa na matatizo yao mbalimbali yakatatuliwa. Kwa kifupi, hiki ni kituo cha huduma za maombezi, si kanisa kama vile watu walivyozoea kusema, kanisa la Nkwera. Wana wa Mungu wote, karibuni mjisikie kwenye kituo cha sala cha mama yenu Bikira Maria mama wa watu wote, karibuni mjisikie nyumbani. Naye wakili wa kujitegemea Mr. Sylvester Nshayo alieleza sababu za Padri Felician Nkwera kutengwa wakati ambapo anaendelea na huduma za kuombea watu. Alianza ku zuiwa hapa na pale, wana maombi wakaanza kuzuiwa hapa na pale, kukawa na mkutano. Kama mtakumbuka kulikuwa na mkutano pale parokia ya Mwenge mwaka wa tisini na tatu nadhani, tisini na moja tisini na moja na alikuja huyo askofu Pengo akasema hii kazi, akaongea na wana maombi. Kwa kweli aliongea na wana maombi na akamwambia, Baba Askofu, ni jambo gani unaloona katika hizi sala hata tusiende tusi kuzihudhuria? Akasema hii kazi, hakuna chochote nachoona, siendi kulichunguza. Tumeomba kwamba ichunguze, basi utuambie jambo hili na hili na hili ni baya, kusudi tuelewe, tukiwa watu wazima tuelewe, kusudi tusiende tena. Akasema mimi wala siendi kuchunguza kwa sababu sala zinazosaliwa sala kama sala hazina tatizo lakini huyu padre huyu sio mtii kwa askofu wake. Na baada ya pale, ndio akaanza kuishambulia hiyo hiyo hiyo hiyo huduma. Ilivyokuwa hivyo, mtumishi wa Mungu akaandika barua, akaandika barua, naweza kuwapa, akaandika barua Roma, kwamba ni na, na, kama nakata rufaa, I appeal to the pope Alipetition to the Pope. lakini kabla ile barua haijajibiwa ndio akatengwa aka, na mimi bahati nzuri nilifahamu kwamba eh, hakuna hakuna adhabu ya kutengwa iliyotolewa kwa kweli, na jambo hili lilijitokeza wazi katika mahakama kule Sumbawanga. Wale wenye nafasi tutawapa proceedings zile katika Sumbawanga mahakama ya hakimu mkazi, tulishtakiwa wanamaombi kwamba wasiingie kanisani, wakaomba injunction wa wasikanyage kanisani, wasifanye hivi na hivyo. Sasa katika ile kesi uh, bahati si nzuri au mbaya, lakini alikuja. Tuliwaambia kwamba leteni, leteni makaratasi hayo mnayosema yalimtenga, leteni proceedings hizo za kumtenga, leteni ushahidi kwamba wametengwa wa Leteni hiki na kile na katika kesi hile na, na leteni ushahidi katika kesi hile, walikuja Baba Askofu Damian Kiaruzi akaja na minutes za ule mkutano ambao anadai ulimtenga, lakini bahati yake mbaya ni kwamba ile minutes hazina ajenda, yaani zilikuwa hazina ajenda, yaani zile ajenda zilikuwa hazina, sio sio, sio, sio, minutes ni ajenda Hazina ajenda ya mtumishi wa Mungu, Padre Nkwera. Baada ya ratiba za siku ya leo kukamilika, MC Max Kishiwa ameeleza ratiba ya kesho itakavyokuwa. Fuatayo ni ratiba yetu ya siku ya kesho Jumamosi tarehe 17 tutakapo tutakapokusanyika kumsitiri baba mtumishi wa Mungu, saa kumi na mbili na nusu asubuhi mpaka saa mbili na nusu asubuhi milango itakuwa wazi kuwakaribisha waumini waombolezaji, viongozi na watu mbalimbali kuja kujumuika katika ibada ya kumwombea mtumishi wa Mungu na ibada ya mazishi. Saa mbili na nusu mpaka saa mbili na dakika arobaini na tano kutakuwa na neno fupi la ukaribisho kwa wageni wote, waombolezaji, watanzania wote kwa ujumla watakaofika siku ya kesho kutoka kwa kiongozi mkuu wa huduma za maombezi, mama mtendakazi sista Lelina Ntandu tafuatiwa na misa takatifu itakayoanza saa tatu kamili asubuhi mpaka mishale ya saa sita kamili mchana, na mara baada ya misa tutapata kusikia wasifu wa baba mtumishi wa Mungu, salamu za rambirambi lambi, kutoka kwa watu mbalimbali wakiwepo wawakilishi wa taasisi, viongozi wa dini na viongozi wa serikali ambao watakuwepo utakuwa na zoezi la kutoa heshima za mwisho kwa wageni wote watakaokuwa wamefika siku ya kesho, lakini vile vile zoezi hilo litafuatiwa na ibada ya mazishi kuanzia mishale ya saa saba kamili mpaka saa nane mchana. Baada ya mazishi, tukiwa eneo la kaburi, tutapokea neno la shukrani kutoka kwa wanafamilia kwa baba mtumishi wa Mungu, picha za kumbukumbu, chakula cha jioni na hatimaye ratiba ya makala maalum ya kumbukumbu -kumbu ya baba mtumishi wa Mungu pamoja na mada ambazo zitaandaliwa kuweza kujadili maisha yake na namna bora ya kumwenzi. Hiyo ndiyo ratiba ya siku ya kesho, na wote mnakaribishwa. Tumsifu Yesu. Naitwa Maximilian Kishiwa na mimi ni MC wa shughuli ya leo, pamoja na kesho, nje ya ratiba za liturujia. Ratiba ya kesho kama, ratiba ya leo kumradhi, kama tulivyoanza lughalo asubuhi, tunahitimisha na ibada ya misa ambayo inakwenda kuanza hivi punde, na mara baada ya ibada ya misa basi, tutakuwa na wasaa wa kutoa heshima za mwisho kwa wote waliofika siku ya leo. Kesho heshima za mwisho zitakuwa kwa wale tu ambao hawajapata nafasi siku ya leo na hasa ambao tutakuwa nao kwa siku ya kesho, kwa maana kwamba leo hii hawapo eneo la tukio. Na mara baada ya ibada ya misa ya mchana tutakuwa na ratiba ya sala mbalimbali mbali, pengine mada kama wakati utaruhusu, lakini tutakuwa na ratiba nyingine kubwa ya misa kuu ya kumwombea baba mtumishi wa Mungu ambayo itakuwa ni mkesha wa sala takaanza na ibada ya misa takatifu kuanzia saa tatu kamili usiku wote. Mnakaribishwa sana, tumwombee baba mtumishi wa Mungu aweze kupumzika kwa amani, kama bado roho yake imekwama hapa na pale. Tumsifu Yesu Kristo. Nikiripoti kutoka hapa kituo cha huduma za maombezi Ubungo Riverside ambapo msiba wa padri Felician Nkwera ulipo, mimi ni Juma Mpome Sali TV.